Bwana Yesu wasifiwe, ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kuendelea kufuatia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, na leo tunakwenda kujifunza kichwa cha ujumbe unaosema kwamba walakini yapasa ushinde, walakini yapasa ushinde. Mafundisho yakufanyika baraka kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Amen. Amen. Tunaposoma kwenye kitabu cha mwanzo tunaposoma kwenye kitabu cha Mwanzo nne saba tunajifunza habari za Kaya, tunajifunza habari za Kaya. Na maandiko yanasema kwamba dhambi iko inakuotea. Inakuotea. Inakuotea. Dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani. Alikuwa anaambiwa Kaya kwamba dhambi iko inakuotea, dhambi iko inakuotea mlangoni, naye inakutamani, inakutamani wewe. Well. Walakini, yapasa ushinde, yapasa ushinde, yapasa ushinde. Kumbuka kwamba Yesu Kristo alipokuja ametupa ushindi dhidi ya dhambi yoyote, dhidi ya dhambi zote unazozifahamu chini ya juu. Ndio maana tunaposoma kwenye Warumi 6:14 anasema dhambi haitawatawala ninyi, maana mko chini ya sheria, bali mko chini ya neema, bali mko chini ya neema, bali mko chini ya neema Hakuna dhambi ambayo hatuwezi kuishinda. Hiyo dhambi ambayo inakunyemelea, hiyo dhambi ambayo inakutesa kwa muda mrefu, tambua kwamba una uwezo kuishinda. Kaini aliambiwa kwamba dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde, yapasa uishinde. Mungu ametupa uwezo wa kushinda dhambi yoyote ile chini ya jua. Maandiko yanaposema kwenye Warumi 6:14 kwamba dhambi haitawatawala ninyi. Maana mu chini ya sheria bali mu mko chini ya neema. Tafsiri yake ni kwamba dhambi haina nguvu kwenye maisha yako. Chochote ambacho hakiwezi kukutawala maana yake hakina ya nguvu. Chochote kinachokutawala maana yake ya kina nguvu kuliko wewe. Lakini kwa kule kusema kwamba dhambi haitawatawala ninyi, maana yake kwamba dhambi haina nguvu tena, kwa sababu ya kile ambacho Yesu alifanya pale Calvary, kwa sababu ya kile ambacho Yesu alifanya pale msalaba, dhambi haina nguvu tena kwenye maisha yako maana. Na ndio maana nakuambia kwamba walakini yapasa ushinde. Yamkini iko dhambi inayokuotea, yamkini iko dhambi inayokusumbua mara kwa mara, kumbuka uwezo wa kuishinda hiyo dhambi dhambi yoyote ile, chini ya juu. Shetani asikudanganye kwamba wewe haiwezekani kwako kuishi maisha matakatifu, kwamba haiwezekani wewe kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Mungu ametupa uwezo wa kuishinda dhambi yoyote ile. Mungu ametupa uwezo wa kuishi maisha matakatifu, na ndio maana Yesu akasema kwamba sitawaacha yatima, nitatuma msaidizi. Yupo Roho Mtakatifu ndani yetu anayetusaidia. Yapo mafuta ya Roho Mtakatifu ambayo anakaa ndani yetu, yanatuwezesha sisi kuishi maisha matakatifu, yanatuwezesha sisi tuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Hakuna jambo lolote, hakuna dhambi yoyote ambayo hatuna, ambayo ambayo hatuwezi kuishinda. Hakuna dhambi yoyote ambayo hatuwezi kuishinda. Mafuta ya Roho Mtakatifu yapo ndani yako Uwezo wa kiungu upo ndani yako, asili ya kiungu ipo ndani yako, inakuwezesha wewe kuishi maisha matakatifu, inakuwezesha wewe kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Tunaposoma kwenye waraka wa Petro, anasema kwamba tumefanyika washirika wa tabia ya, ya uungu. we have been made partakers of divine nature, associate of divine of the God's kind, partaker of divine nature. Tumefanyika washirika wa tabia za uungu, tumefanyika washirika wa tabia za uungu. Yesu alijaribiwa kama sisi lakini hakutenda dhambi, alijaribiwa kama sisi lakini hakutenda dhambi. Na hiyo alikuwa anaweka kielelezo kwamba na sisi tutajaribiwa lakini tusitende dhambi. Walakini yapasa ushinde. Hiyo dhambi inayokotea kupasa dhambi ya kupasa inayokutamaa ya ya kupasa ushinde, ya Yusufu alijaribiwa na dhambi dhambi na likuinamhotea mke wa Potifa anamtafuta anam, anam, anam, anam kila siku kwamba lala na mi, lala nami, lakini Yusufu aliishinda. Na kama Yusufu asingeishinda hiyo dhambi, yamkini asingekuwa waziri mkuu au hata kama angekuja kuwa waziri mkuu, yamkini angechelewa sana, asingekuwa waziri mkuu akiwa na miaka 30. Lakini Yusufu alishinda, alishinda akaikimbia hiyo zina akaishinda na matokeo ukikimbia ni kupelekwa gereza. Yapasa walakini, yapasa ushinde. Sijui ni dhambi gani nayo kutesa, lakini walakini yapasa ushinde hiyo dhambi, hiyo dhambi nayo kuotea, hiyo dhambi nayo kutamani, hiyo dhambi nayo kutamani, nayo kutamani, yapasa ushinde. Nasema yapasa ushinde. Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kukusaidia. Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kukusaidia. Usikubali kuanguka kwenye dhambi inayokuotea, usikubali kutumikishwa na dhambi yoyote ile. Kaini aliambiwa kwamba yapasa walakini yapasa ushinde, nami nakwambia kwamba hiyo dhambi inayokutesa yapasa pasa ushinde. Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kukuwezesha. Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya. Kuendelea kupata mafundisho haya kwa nina posti kwenye chaneli yangu ya YouTube, usisahau kusubscribe. Roho Mtakatifu akuwezeshe uishi maisha matakatifu, Kushinda dhambi zote zinazokotea kushinda dhambi zote in, dhambi yoyote ile inayokutamaa katika jina la Yesu, adui asipate nafasi ya, na ya kukuangusha kwenye dhambi yoyote ile. Neema ya kuishi maisha matakatifu neema ya kuishi maisha ya kujitunza ya utaua, hiyo neema na iwe juu yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, aliye hai, amen.